Na serikali inaleta vifaa ili kusheleza matumizi ya ndani, lakini hapa kuna wizi wa vifaa. Mwezi wa nne hapa mmeibiwa mpaka X-ray. Sasa mnaona mnarudisha serikali jitihada zake nyuma ili wanaitazipata huduma diyemoi <coughs> <coughs> pikipiki tatu ambazo yeah, zingesaidia madaktari kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, ndiyo. Lakini pia hapa kumeibiwa tairi tano za ambulance, ndiyo, yeah. Mbunge analia bungeni kila siku kuomba magari ya kubebea wagonjwa ili kuwatoa vijijini kuwaleta hapa, lakini tukileta tairi nyinyi mnaiba yaani, mwezi wa tatu tumeiba tairi tano. Wizi wa vifaa tiba vya fitna sio shambao. Tunatarajia wagonjwa waje hapa wapate huduma za operation hapa, wasafiri kwenda Mwanza. utaratibu huu wa kuiba vifaa unafanya na nani, Mheshimiwa Waziri Mkuu? mimi naitwa Dr. Darison Andrew eh, nimeanza kufanya kazi hapa Januari 2025. Hata kama ni jana bado na wajibika, ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa uwizi hivi vipunde ambao ulihusisha vifaa tiba, wanaohusika kuiba ni watumishi wa hapo hospitali, na wasema sasa, vyote tumevikamata, viko polisi na wanachukuliwa hatua katika mamlaka ya usalama. Kwa nini daktari professional ndio somea hapo, mna wito kwa kutoa huduma kwa wananchi, tena wananchi wenyewe haona hawajui, hili tunawategemea nyinyi wasomi, ndio somesho la taifa hili Leo nmelet Sengerema na naiba wenyewe utaratibu utaenda mpaka nini, Mheshimiwa Waziri Mkuu? Tumekusha chukua hatua na kuimarisha mifumo ya ulinzi. Tunapozungumza sasa kwenye maeneo mengi ya anaifaatiba tumeshaweka CCTV camera. Mtumishi uie kifaa cha kutolea tena ya mgonjwa, unategemea nini wewe, kama mganga mkuu wa wilaya na ama daktari wenzio wauguzi wenzio, kwa nini mnatamani vifaa vinavyoletwa serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu? Ni kutokuwa waadilifu, lakini tumechukua hatua moja kati vifaa vya hospitali tusitishe maombi ya mbunge ni kweli hapa kulikuwa na changamoto kubwa ya wizi, na tulichukua hatua kali kabisa. Kwanza kuwasaka wale wote ambao wanahusika na wizi, na tumeshawakamata na miongoni mwao ni madaktari wa hapa na hapa tunapozungumza. Kwanza niwapongeze jeshi la polisi kwa kutekeleza vizuri maelekezo ambayo tuliyatoa na kufanikisha ukamataji wa vifaa hivi, na wahusika hapa wako ndani na tayari wameshafikishwa mahakamani. Lakini eh, niungane na la wewe kwamba tabia hii ni mbaya, inafaa kulaaniwa kwa sababu maadili ya utumishi wa umma hayaruhusu madaktari na watumishi hata wananchi kujihusisha na wizi kwa sababu vifaa hivi vimeletwa maalum kabisa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Kwa hivyo kwa, eh, kwa wilaya hii nimesikitika, tumechukua hatua, lakini pia nimemwelekeza eh, katibu tawala wa mkoa nime- nilichojifunza ni kwamba kuna uongozi dhaifu wa hii hospitali. Kwa hiyo tunafanya mchakato, hata huyo anayekaimu hapa kama mganga mkuu wa wilaya e, mganga mkuu mfawidhi hospitali hii anapungukiwa na sifa. Kwa hiyo nimemwelekeza katibu tawala wa mkoa kuleta kiongozi ambaye atakuwa na uwezo wa kiuongozi na kuisimamia hii hospitali, ili masuala ya wizi e, nidhamu mbaya kwa watumishi asiweze kujitokeza kwa hiyo tuko kwenye hatua za mwisho za kuwasiliana na wizara, watupe mtu ambaye ni competent anao uwezo wa kuisimamia hospitali hii, tumebaini huko udhaifu wa uongozi. Zuri sana kwa sababu taaluma hii ni taaluma ya watu ambao wa kwanza wanatokwa na huruma, lakini mbili lazima wajue kwamba wako hapa kuokoa maisha ya watu. Jitihada za serikali kuleta mabilioni yote na hayo mnayoyaomba, yanalenga kulinda afya za wale wananchi, na nyie wenyewe mkipata tatizo, na nyie mpata kutibiwa hapa. Lakini mbili, malengo ya serikali kujenga majengo haya na kuleta vifaa vyote, tunawapunguzia gharama za kusafiri wananchi kwenda mbali kuomba kupata matibabu, ambako kuna waaminifu wenye vifaa vanaovifana

mwezi wa nne mwe, amebeba vifaa vitano bodimu vya kupima magonjwa au wananchi magonjwa. Watapimwa, tutajuaje mgonjwa huyu, wananchi si mgonjwa wake, utapata dawa gani kama tunaiba na kifaa cha kupima magonjwa? Kimsingi, kwa endelea na hiyo hatua, naendelea kuchuja watumishi hapa, wale wenye dalili ya wizi, wizi wenye mahusiano na maeneo ya mauzo huko mjini, lazima wachukuliwa hatua kali kweli mbali kwa shahidi kuko, nachukua hatua kali na kukabidhi kazi hiyo kuwa wilaya anasikia, lazima hapa pawe na ufuatiliaji wa kila siku. Hatuwezi kutunza wezi hapa, halafu tunahitaji fedha, tulete fedha halafu hatufanyi kazi. Tunanunua vifaa leo, serikali inanunua vifaa maeneo yote, tuta usikia wameiba pia, daimlaia watalibeba lilelile kwa utaratibu huu. Kwa hiyo lazima wadhibitiwe.